walioingia nchini kwa mwezi wa Aprili 2025 ni upungufu wa asilimia 0.3. Kwa hiyo hapa tunaona u... ya miaka mitano zaidi, wageni kwa asilimia 90 walikuja nchini kwa ajili ya mapumziko, asilimia 0.7 walikuja kwa ajili ya kutembelea ndugu na marafiki, asilimia zero... Statistics, ambayo ndio iliyotuleta hapa leo. Ni na umuhimu mkubwa katika katika maendeleo ya sekta ya utalii. Kwa hiyo kwa hiyo niliona niliseme hili kwa sababu miezi miwili ilopita umitatu. Niliona niliseme hili kwa sababu miezi miwili ilopita umitatu. Umitatua hiyo utaona wageni wengi wametokea

Asante sana kazimika wapate ruhusa kutoka serikalini. Hayo ni mambo ya msingi sana. Tunawashauri wa Tanzania wazingatie ili wafanye safari zao.

lakini swala la pili, je, kuna kesi ngapi labda uelewa kwa kwa wageni ambao wanakuja Zanzibar. Lakini swala la pili, je, kuna kesi ngapi labda zimeripotiwa kwa mwezi wa mwezi wa, wa Mei. Kwa idadi ya kesi hasa sina hapa ya claim labda ambazo zi, zi, jumla zilizoripotiwa zilizo kwa mwezi wa, wa Mei, lakini kwa kawaida kila mwezi kuna kesi ambazo zinakuwa ripoti Tare na recently nimeshuhudia kuna, of course kuna maiti zimesafirishwa, kuna maiti imesafirishwa imerejeshwa nchini kwao Kenya, lakini vile vile kwa upande wa kesi <coughs> za medical ambazo zinaripotiwa include hospitali ya Lumumba, basi zipo more than 30 ambazo zimekuwa reported katika mwezi huu, even though zipo na hospitali nyingine tare ambazo labda sijazitaja hapa, lakini kwa ufupi kesi zipo zinaripotiwa kila mwezi juu ya juu ya swala swala zima la inbound travel insurance. Naomba kuwasilisha, asante. kwa jua ha hilo atalijum mtakume inshallah, asante ha <laughs> Faruku ume ume ume kujajua Wageni 37000 na 38 ni wageni ambao tuna ndio waliripotiwa kwa kuingia Zanzibar. Kwa hiyo data ambayo inatoka takwimu ndio data ambayo ilikuwepo migration na data ambayo ilikuwa ilikuwepo bima. Data ni moja tuweze kuwa na data tofauti. Kwa hiyo 37038 ni data ambayo mwezi wa tano wageni waliingia nchini Zanzibar kwa mwezi wa Mei 2025. Nadhani nimejibu swali lako. <coughs> Kwa hiyo kwa kiasi gani kwa kufanya hesabu yangu? Kwa bima haiwezekani kwa sababu kuna vitu kama vitatu. Kwanza kuna 550%. Kwanza kuna mtu mzima na mtoto, kuna wanafunzi wa shule ambao wanapata commission ile. Kwa hiyo huwezi kufanya kama 44 times ya utapata idadi yote, huwezi kufanya hivyo. Kama unahisi kwamba unahitaji data kujua, please muone na mtu wa mtu wa bima, kama atakuwa na right position na kujibu. Ana position na tanda ofisini kwenda kupata taarifa zote, Faruk, watu wazima, watoto Roughly, idea? Sawa, kiyo, kiyo. Sawa, lakini sasa ndio nakwambia kwamba kuna wengine wanapata commission, inawezekana kwamba nimetaja mtoto, lakini kwa mtoto kapoa commission kwa sababu kuna wanafunzi wa chuo na special case ya ya bima. Na huwezi kujua, na hatujataja wanafunzi wangapi ambao walikuja kwa mwezi wa Mei. Data ipo na hiyo figure ipo. Lakini sasa vizuri, utakutana na watu wa bima wenyewe, wanaza wakakwambia zaidi. Lakini kwa hii ya 37038 ukifanya mara 44 utapata jibu ambalo kwa sasa hii kabisa kalichukua nadhani ataenda kufanya, atafanya kazi kama atakuwa kuwezekana, upo akuja kuzungumza, atakuja kuzungumza. Tusimpige bakora, kwa sababu ni mdogo sana, mabadi karibu pembe lichukua hilo, kama kuja kufanya kazi Habari kwa mara nyingine tena, kuna masuala ma kama manne ambayo matatu yanatoka kwa bwana Furaha na moja linatoka kwa Sheikh Malik, ingawa kachelewa, lakini A alikuwa na masuala mawili naye swala so, la mwanzo ameuliza kuhusu hili tukio kubwa ambalo linatarajiwa kufanyika kuanzia kesho tunaita Avidev Africa. Avidev Africa hili ni, hili ni shirikisho la, la, la baadhi ya mashirika ya ndege, ya ndege ya Afrika, uh, taasisi za utalii pamoja na taasisi nyingine kama, kama zile NGOs ambazo zinajishughulisha na, na utalii, ndio zinaunda shirika kama hili. Kwa hiyo tunategemea mkutano huu ambao mwaka jana ulifanyika Dubai mwaka huu utafanyika Zanzibar, na zaidi ya mashirika 36, ya ndege 36 yanatarajia kushiriki katika tukio hili. Shemaliki alionyesha wasiwasi wake kuhusu usalama wa anga, sio sio sio mtaalamu wa huko, lakini lengo kubwa la, la mkutano huu ni, ni, ni, ni, ni kuwa na, na mashauriano ya pamoja kwa nchi za Afrika au yale mashirika ya ndege au zile taasisi za utalii za Afrika. Kama nilivyosema, utalii huwezi kutenganisha na usafiri wa ndege, kwa hiyo ukiwa na usafiri mzuri wa ndege unaweza ukaendeleza sekta ya utalii vizuri, lakini unahitaji mipango thabiti ya, ya hayo mashirika ya ndege ili kuweza kusafirisha hao wageni kutoka sehemu moja au nyingine, lakini unataka una, una, una kufungua channel new market kwa hayo mashirika ya ndege. Kwa hiyo hii ni forum muhimu. Na ndiyo kazi yake hiyo. Kwa hiyo shemali, nafikiri kwa hili ni kutoe wasiwasi kuwa bado tuko vizuri, pamoja na kuwa pamoja na kuwa, kwa mujibu wa mitandao ya kijamii, si na hakika nayo, lakini kuna kuna taarifa ATC imezuiwa wapi wap, lakini mara nyingi ndege ambazo tunatumia sisi kwa kuleta wageni wetu hapa ni mashirika ya nje na baadhi ya nchi za Afrika kama Ethiopia, Kenya, lakini kwa ATC ni, ni, ni around Africa, lakini haijaweza kwenda kwenye zile nchi nyingi ambazo tunapata wageni wetu. Kwa hivyo nafikiri hili nikitoe hofu, lakini nalo hili linaweza likazungumzwa kama lipo kweli. Kwa hivyo forum kama hizi ni forum muhimu ambazo nazkatatua mambo kama haya lakini ulitaka ku, ku, ku, ku, kujua hao watalii ambao wamekuja Zanzibar wame wame wametembelea sehemu gani, pamoja na kuwa haiku haiku haikuelezwa katika lile wasilisho ambalo tumelisikia hapa, lakini tukienda kwenye tuna tuna, tuna utafiti tunafanya wa kila mwaka unaitwa Tanzania Tourism Exit Survey ambao biot ni mdau uhamiaji ni mdau. Hii nafikiri imeeleza vizuri kuwa beach ni kivutio kikubwa cha Zanzibar. Kwa hiyo through beach kuna kuna vitu vingi hapa kwenye, kwenye, kwenye bahari kuna mambo yao ya snorkeling, mambo ya diving, mambo ya dau cruising, ni vitu vingi tu. Kwa hiyo beach ni kitu kimoja ambacho not missed wakati umekuja Zanzibar kwa hiyo bahari yetu ni kitu cha mwanzo, lakini cha pili ni Stone Town, nayo inachukua nafasi ya pili kwa kutembelewa na wageni wengi, lakini kuna Jozani Forest, lakini kuna hii na kupenda na safari blue, ingawa nayo ni beach kwa maumbile yake ni, ni, ni kivutio ambacho kina, kina, kina nature ya bahari, lakini pia nacho unaweza ukakitofautisha uka, kwa sababu kinachofanyika ni kisiwani kwa hiyo kuna ina kupenda na Safari Blue, hayo ni ni sehemu kubwa, pamoja na na na, na Spice Farm. Kwa hivyo hizo ni, ni sehemu kubwa ambazo watalii wanaokuja Zanzibar wana, wana, wana, wanapenda kutembelea. Lakini bwana Furaha yeye alikuwa na masuala matatu kama nilivyosema. Alisema kwa vijana ni wengi, ni kweli kuliko wazee ni kweli vijana ni wengi, lakini kwa hatua tuliofikia sasa tunahitaji wote wawili wa, tunahitaji vijana tunahitaji watu wazima, lakini wote wana, wana wana advantage yao. Vijana kama tu, tu, tu, tulivyoona utalii wetu kwa kiasi kikubwa umetawaliwa na vijana, kwa hiyo hiyo ni advantage na umetawaliwa na vijana kama nilivyosema Zanzibar kwa maumbile yake ni destination ya ya mbali, long haul destination, uki ukichukua na yale masoko yetu ambayo watalii wanatoka. Kwa hiyo wakati mwingine ni vigumu kumpata mtu wa miaka mia akasafiri all the way kwa kutumia ndege, pengine connection na vitu kama hivyo, ambao watalii wengi hawapendi vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio maana wakati mwingine unaona idadi ya, ya vijana inakuwa kubwa kutokana na ile nature destination yetu, lakini wazee nao ni muhimu. Na umuhimu wao kwa sababu gani? Soko la wazee bado limeendelea kuwa chini, lakini nalo ni muhimu sana na muhimu kwa sababu wao wana wakati wa kutosha, kwa sababu most of the hawa ni, ni retired wanakuwa wamesha, wamesha staafu. Wanakuwa, kustafu, wanakuwa wana pesa za kustaafu, lakini wanakuwa wana wana wana muda mrefu wa kukaa kwenye destination. Kwa hiyo hawa wana advantage yao, lakini bado hatujaweza ku, kuwapata kwa kiasi kikubwa. Na hatujaweza kuwapata kwa kiasi kikubwa kama nilivyosema, ule umbali wa destination na zile inconveniences wakati wa safari, lakini wakati mwingine pia miundo mbinu ya nchi husika inaweza ikawa ni kikwazo pia AGI, kwa kwa sababu ya hivyo, hata barabara gari wanatumia bima zao wakati mwingine zinawarestriti vitu ambavyo sisi tutakuwa hatuna uwezo navyo. Kwa mfano atapokuja mpaka Zanzibar, akifika Zanzibar anataka aende Kilimanjaro, Manyara, most of the hizo ndege ambazo zinachukua wageni kutoka hapa kupeleka kule pengine ni single engine. Kwa hivyo kwa mujibu wa ya, bima yake akipanda single engine anapopata shida hakuna compensation. Kwa hiyo kuna kuna kuna vitu vingi ambavyo pengine huko mbele tunakokwenda navyo tunaweza tukavi tukaviweka tuka, tuka, tuka, sawa na pengine tukapata idadi hii ya tukapata idadi kubwa ya wazee ambao nao ni muhimu. Lakini jengine ulisema bandari na airport kuwa bado airport nani bandari kuna kuna wageni kidogo wanaoingia nchini, lakini airport ni wageni wengi. Hii nafikiri, nime nimeisema nime sana nayo kutokana na nature ya, ya kisiwa chetu na, na na na kutokana na nature na ule na ile market zetu huwezi kumtoa mgeni mfano Ujerumani, Italy akachukua boti aka... anaweza kuja for adventures lakini, mara nyingi nchi za kisiwa kama hizi, ukenda Seychelles, ukenda Maldives, utaona ile wageni wake wengi wanaoingia pale wana, wanakuja pale kwa ndege. Kwa hivyo kwa maumbile yetu Zanzibar ilivyo, basi wageni wetu wengi tunapata kwa ndege, kwa sababu ya zile markets zetu tunapata wageni wa boti lakini wengi wale wano, wano connect kutoka Dar es Salaam kuja hapa, na ndio usafiri wetu mara nyingi, Dar es Salaam kuja hapa, Kenya kupitia Shimoni, Pemba. Kwa hiyo nafikiri hii kwa sasa iko hivi, na iko hivi kwa sababu ya zile markets zetu ambazo tunapata, tunazipokea hapa Zanzibar lakini jengine ulisema Wajerumani wameongoza, hii ina, ina, inaweza ikatokezea, pamoja na kuwa kuna destination moja itaongoza kwa muda mrefu, lakini kutakuwa kuna other fa some factors zimeathiri hiyo destination, na hiyo ikaanza ikapungua kwa muda alafu baadaye ika, ikachukua ile nafasi yake. Kwa hiyo Italy tumeizoea hii ku, kuongoza kwa muda mrefu na ndivyo ilivyo lakini Italy hii hii ukichukua ule wakati wa Covid 19 umeiona vile ilivyoporomoka na kurudi kwake ilichukua muda kidogo. kwa hiyo lakini pengine tutapokuja kufunga ile hesabu ya mwaka 2025, tutaikuta ile Italy bado inaongoza. Kwa hiyo unavyosema ni kweli, lakini pengine kwa mwezi huu kuna some factors ambazo zinatokezea within Italy hatuzijui hatu, hatu, hatu, hatu, hatu zipi kwa sasa, lakini pengine tutapofanya utafiti tunaweza tukazijua kwa nini wamepungua. Pengine ndege zinaotoka Italy zimepungua, au ile idadi ya ya ya ya, ya watalii kutoka Italy kwa sababu ya low season, season haija haijashika vizuri. Kwa hivyo kuna kuna fakta nyingi. Kwa hivyo Italy ndio soko kubwa kwa Zanzibar kwa sasa, pamoja na kuwa mwaka huu limepungua lakini bado Italy ni soko kubwa kwa sasa, na soko kubwa kwa sababu Italy ndio ndio ndio risk takers wa Zanzibar. Wao ndio waloanza utalii wakati hakuna maji hakuna barabara hakuna kitu chochote. Kwa hivyo, wanatusaidia sana katika ku market destination yetu na wanatusaidia kwa sababu ya properties zao ambazo zipo hapa, na ndio maana unaona kukitokea tatizo lolote tu baada ya muda mfupi tu Italy wao wana wanakaa sawa, kwa sababu they are doing business here, wana ma, ma clubs wana hotel zao hapa, kwa hiyo ile kustabilize inakuwa ni kitu cha cha rahisi. Uliulizwa utalii wa ekolojia na utalii wa utamaduni, hili lilielekezwa kwa kwa kwa mtakwimu. Kwa hiyo Sheikh Malik alitaka kujua zile idadi hasa ya wale wageni wa ikolojia na wa utamaduni. Nafikiri kwa sasa si rahisi kukupa hizo figa, lakini e, zipo. Na utalii wa ikolojia ni ule utalii ambao una unahusiana una na, na mazingira, kwa mfano msitu. Kwa hivyo ule utalii wa Jozani kwa mfano ule ni utalii wa ikolojia Ukenda baharini kuogolea kutizama yale matumbawe snorkeling na vile vivutio vya chini, ule ni utalii wa ekolojia pia. Kwa hiyo Zanzibar tunao, lakini kwa sasa hatutaweza kutoa zile idadi kamili ya wageni ambao wanatembelea katika huu utalii wa ekolojia. Naomba kuwasilisha, inshallah. Nitaka kuangalia kujua vision yenu, kamisheni ya utalii, prediction yenu ya mwaka huu ni watalii wangapi? Kwa sababu nikiangalia ena, mwaka jana mpaka muda kama huu mwaka jana tulikuwa tumepokea watalii laki mbili hamsini na tano mwaka jana, lakini mpaka sasa hivi kwa mwaka huu tumepokea watalii laki tatu na moja, na kwa mujibu wa hii takwimu zilitolewa mnaangalia mna, mna vsneko vipi kwa mwaka huu? Vision yetu mwaka, tuna, tume, tume project, mwaka huu iko ngapi na mwaka but, jana ilikuwa ngapi? Najua imefikiwa na laki, kwa sababu ilikuwa ikisemwa kama ni laki nane milioni moja, lakini sasa hivi naona hapa laki saba thelathini na sita. Labda mwaka jana ilikuwa ngapi? Na hizi yeah, figure ni watalii ni wale ambao wanatoka nje ya nje ya Tanzania. Je, wale watalii ambao wanatoka Tanzania bara wamo katika hesabu hii? Tunawahesabu kama ni watalii au wale tunahesabu ndio wamekuja kutembea tu kama kawaida? Nimetaka kufafanuzi hapo. kwa, kwa ruhusa yako Mwenyekiti, ni kuwa vision yetu ya mwaka jana tume tumefulfill hmm. ile target na tulikuwa tuna tuna target yetu ilikuwa wageni kama laki sita na themanini, lakini tulifikia mpaka laki saba na thelathini na sita, kama sikosei. Kwa hiyo tulihiti tuli ile target, lakini kwa mwaka elfu mbili ishirini ishiri na tano target yetu ni wageni laki nane hamsini na We are, we are doing good na nafikiri, by by by December 2025 nafikiri tunaweza tuka tukafikia tuka, tuka hili lakini, uh, wale wageni wote ambao hawana wanaingia Tanzania ambao hawana nationality, nationality ya Tanzania tunawahesabu kama ni, ni, ni wageni lakini wale wote ambao wanatoka Tanzania mainland wale <coughs> wanakuwa kama ni domestic tourist, wale wageni wa wa ndani. Naomba kuwasilisha. Asante uh, wadau kwa wasilishaji na respondi nzuri sana. Nadhani tume, tumefikia sehemu ambayo mwafaka kabisa kwamba kila kitu kimekaa sawa, na washukuruni sana sana sana, na kwa niaba ofisi, ya ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali naomba kuchukua fursa hii kuwakaribisha tena, na napenda kwa, kusema kwamba tumeahirisha wasilishaji wa gedi kwa mwezi wa 5, 2025 tutakutana na next month inshallah. Karibuni sana jo